Unajua, nilijua labda yako itakwenda barabara, lakini nimekuja kukuta inaelea kabisa. Sasa mi nitakupendaje? Hapana bwana

Ndiyo hivu direct eh? Ndiyo hivu direct. Saizi fiti hanuki shida tena. Hapo kama ni mbunia kuwa Shawa bwe wana After shot. Na wewe wepi, siku nyingine, kama hauna chochote kile cha kuli. Ok, sio chochote nini, kama hauna jambo la kuongea na nini. Jamani, ote kwa Ok, after shot Bini kile nyii nongia pale, mimi nilitoka mara moja limeenda kupata uja barabarani mda ule. <laughs> <laughs> Kwa hiyo, mimi naamini wewe ulikaa ukafikiria na kuna vitu vikaa vinakuja katika akili yako mpaka ukafika, haya eh? Sina sijaandikia, si kitu ndio maana twende, kuna mtu anazungumza naye na mimi

na kuniambia nimpe shingi shingi yeah. hmm. hakuna ukweli wote juu ya maneno ambayo atakuwa kakwambia, hakuna ukweli yoyote juu ya maneno ambayo atakuwa ukakwambia. Nakumbuka wewe sio mke wangu tu, eh, after shot. Nakumbuka, wewe nakumbu. eh, kama, kama, nakumbuka wewe sio mke wangu tu. na kama nikijaribu Okay. Naomba tu nikwambie kitu aep kuhusu issue. mm-hmm. Okay. Okay. Sifikiri kama naweza. Sifikiri kama naweza. eh? Kwa nini mnachekechea? Watoto wazuri <laughs> ndokeni. Kila mwanaume anatamani kuwa na wewe. Hapa kweli ndio kimefungwa, kwa sababu mwanamke, akili zako hazipo kabisa. Hivi unavyofikiri wewe, mimi ni andishi okay? Sitokufanyia kitu chochote kile kibaya ambacho utaenda kufanya. Kwani uko na kwa mabonde ya mpunga? Eh, nitakujali. Huko na ninja siyo? Ngoa. Ah, sawa. Nitakujali. Okay.